Naam, karibu tena mtazamaji. Hofu na taharuki imegubika eneo la Imbolot Narok kusini ambako vijana waliojihami wameamua kuchukua ulinzi wa shamba linalodaiwa kunyakuliwa, na uamuzi wa vijana hawa ukifuatia utata wa ardhi hii ya hekari mia tano kati ya kundi la wakaazi la Keringan na watu wanaodaiwa kunyakua ardhi hiyo. Vijana hawa sasa wanamtaka waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kuzuru Imbolot na kutatua mzozo huo mara moja. Naam, Krispin Otieno anaarifu. Jumamosi katika kijiji cha Imbolot, utulivu wa mazingira hapa unatukaribisha. Sehemu hii iliyopakana na mbuga ya kitaifa ya wanyama ya Mara ndiyo sehemu ambayo imemilikiwa na wanachama wa Keringani Group Ranch kwa miaka kadhaa sasa. Uwepo wa vijana hawa waliojihami kwa silaha hatari ni dhihirisho tosha kwamba hali si shwari hapa. Wakiwa wametuzingira kwa silaha wanasema hapa ndipo wamekuwa wakiishi kwa zaidi ya miezi mitatu kwa kile wanasema ni kulinda ardhi wanayodai kuwa wenyewe. Tumeishi hapa, ndio hawa ng'ombe, ndio hawa umbwa, ndio hawa sisi, na ndio hii ardhi yetu. Tunasema haiende, na boma ndio ile. Tumeishi na ng'ombe wako ndani, na tumesema hatutakubali. Kama ni kukufa, wacha tukufe kwa nji yetu. Maaskari wanatuma wakuja, watutishie, wanatupiga marisasi, maana wanasema wamepata order from above. Sasa above ni nani? Ni mrome. Kila mmoja hapa silaha mkononi, wengine wakifunika kabisa nyuso zao, ujumbe wao ukiwa wazi kuwa wamechoshwa. Mzozo huu tayari umewaacha vijana kadhaa na maumivu. Kijana huyu anayechechemea akiwa miongoni mwa wengi walio na majeraha ya risasi. Ule ndutu atilii maanani kabisa, juu hiyo kupigwa watu risasi kama wanyama, hiyo si mzuri na hatuwezi kubali na hatutarudi nyuma. Hii ni wakati, hii ni wakati Vitu zetu yote ambayo zimenyakuliwa si zirudi na tutatishiwa sasa hivi na hata maisha. Vijana hawa waliojihami na silaha hatari wakisema kwamba sasa wanataka waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kuzuru eneo hili ili kutathmini hali na kujua ni kina nani wanaotaka kunyakua kipande hiki cha ardhi. Crispin Otieno, runinga ya Citizen. <coughs> <coughs> <sauti ya narok>. <coughs>